Mtazamaji, viongozi wanaoegemea mrengo wa Kenya Kwanza wameapa kuendeleza hafla za michango licha ya wandani wa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, kutaka kuwekwa wazi kunakotokea fedha hizo za michango. Anaarifu zaidi Sheldon Asahulu katika taarifa yake kikamilifu <mulia> Kuibuliwa kwa maswali kutoka kwa baadhi ya wanasiasa kuhusu chanzo cha fedha zinazowasilishwa kama michango na viongozi wakuu wa serikalini katika mikutano tofauti ya changizo haijapokelewa vizuri na baadhi ya wanasiasa wa ndani wa Rais William Ruto. Wanapenda kujifanya ni kama hawana pesa, lakini ukiuliza usoti atakuambia hiyo, watu wako na pesa. Shida yao ni watu wachoyo, hawataki kuungana na wengine kufanya kuinua mwananchi ambaye yako chini. Kazi yao ni kuweka fitina wakati kuna kazi kama hii. Ati wanamwambia usoti, hapana panga ukiinua watu wa chini. Nani atatufanyia biashara na kutubebabeba beba na kutufanyia kazi zingine? Kinara wa walio wengi katika bunge la seneti ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Kiricho, Aaron Cheriot, kwenye matamshi yaliyoonekana kumlenga mwanasiasa Rigathi Gachagua, amepuuzilia mbali madai kuwa fedha zinazochangishwa katika mikutano za harambe kutoka kwa viongozi serikalini ni fedha zinazoporwa kutoka kwa hazina ya umma. Yeye nimemsikia juzi ati anauliza Kidiki, hii pesa unapea vijana unatoa wapi? nataka nimwambie hii pesa Kindiki anapeana kwa vijana ni ile wewe ulikuwa unanunulia mahoteli wakati ulikuwa kwa ofisi. Sasa yeye akiamua kutengeneza asaidie vijana, na wewe yako ulikuwa unanunua mahoteli ya bibi yako na watoto, iko tofauti gani? Viongozi wa kisiasa wakiongozwa na msaidizi wa kibinafsi wa rais William Ruto Faruk Kibet wakizungumza wakati wa uzinduzi wa mfumo wa mipangilio ya mikakati ya mwaka 2025-2030 ya chama cha ushirika cha wanabodaboda wa kaunti ya Viga, wameendelea kumshutumu kinara wa chama cha DCP Rigathi Gashagwa na kumtaka kukoma kuwachochea wananchi dhidi ya serikali ya William Ruto. Wakora wengine wataweza sisi. Yule mtu wali alikuwa anasimama kama naibu rais alikuwa anapanga fujo, sisi hatukujua. Mpaka Ososi na Aaron wakakuja wakafukuza yeye kwa mamlaka. Juzi ndio amejitambua yeye. Ninyi mnataka watu aina hiyo wa hii chama yake ya District Commissioner Party. Hili chama gani? Yule mtu ambaye ako tu hapo mwenye tunajua ni malala peke yake, na wewe unajua mambo ya malala akaangi mahali pamoja eh. Wala wengine ni watu wajulikani hata na imara. Hafla hii ilifanikisha kuchangishwa kwa zaidi ya shilingi milioni tisa huku waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya akiwaraiwa na bodaboda boda kuendelea kujiunga na vyama vya ushirika nimeunda. Kamati ya kuangalia ile Sacco Act 2008 iangalie ile mambo ilikuwa ile ile legislation ya 2008 ndio inafanya kazi sasa sahii, kuanzia 2008 kufika sasa, miaka mingi imeenda ndio nimesema niunde kamati, nimeunda kamati tayari, nimeisundua, nataka iangalie mambo ya sako Kenya mzima. Viongozi hawa wamesisitiza umuhimu wa kudumishwa kwa amani, hasa taifa linapoelekea katika msimu wa kampeni za uchaguzi mkuu ujao. Bado ukianza kusema mambo ambayo yalipita, unataka kuchochea wenzetu waweze kupigana tena. Nyinyi mko tayari kupigana tena? Mko tayari kwa vita kweli? Sisi hatutaki vita. Tungependa tuwe na serikali moja ambayo ina amani. Kwa hivyo, kama Kenya tutaungana pamoja, tukue na amani na tukue, tukue na maendeleo. Kenya itakuwa sawa. Nikiripotia West TV kutoka kaunti ya Viga, naitwa na Sheldon Asago.